<laughs> Nani na ukua serious? Hata mahindi ukule. Mahindi? Eh? Nani? Sasa mnataka mnakakanga tati mukishapea mu kitu mnataka kulipa. Hii eh? eh? kitu inataka. Kifuni kwa asali. Eh? Inataka kuosho eh? u... kwani mimi natembeanga na maji eh? natembe yanga na majiataiueta leta simu Nani? Leta. leta, simu ha, Lata simu. Lazima kaka. Sikupe. Nipe simu yangu. Sikupe. Utajua mimi ni si muluya. Kwani siku hizi mnauza kitu ulipewa? tufuriwe unauza si? Si, si, utajua mimi ni muluyani.